Na natamani itangazwe kwenye lugha ya nyumbani. Lugha ya nyumbani ni wapi? Mayenga, Ramogi, Namlolwe, Victoria Chai. Sky. Sky. Watu wanasemanga wa pasa Ezekiel is a billionaire, that man is a trillionaire. Si wanasema siwanasema yes. Hivyo ni uongo mami, hata saa hii nikikwambia sina pesa utamini hiyo kitu. <laughs> Nasema pasa hapo uh, uh, tunakubali tu kwa sababu umesema. <laughs> Bwana Yesu asifiwe si <sifiri>? Ndio. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Siliyo> ndugu yangu <laughs> lakini nikwambie siri ya maisha yangu vile huwa unaniona ninatoa hiyo ni usiri ya maisha Amen. Mimi sipendi kupewa, sipendi kuketi hapo. Sasa ninapewa sipendi. Nilikuwa mbea huko nyumba mahali nilikuwa naishi, hita ilikuwa ifanyi kazi. Sasa huko ni baridi. Sasa tunachemshiwa maji huko, inaletwa hapo na ndoo, pasasara nachukua, tunamimina kwa besheni, tunaoga hivi. Siku sita inaitwa one two one two, kitambo tumalize. Ndio yule msimamizi wangu anajua tulikuwa tunaoga kwa besheni. Sasa pasi unaoga kwa besheni, namuuliza, kwani nilikuja hapa kuoga kwa shawa ama nilikuja kuhubiri? tulikuwa tumeenda mbea ya kuoga vizuri, si nikuhubiri? Bora security uko salama, unaweza lala vizuri na uamuke vizuri. Na tulioga kwa hiyo besheni. Kwani nafikiria nimesahau kusafisha besheni baada ya kuoga? Si unabakisha maji kidogo, nasafisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nikuelezee ni kuelezee kwamba naishi maisha hayo unayofikiria, hayo maisha ndio naishi. Na naomba siku ile Mungu ameanza kuwabariki hapa, baraka isiingie kwa akili, wacha Yesu aingie wa kwa akili, kwa roho, kwa damu, kwa moyo, kwa mifupa, kwa mishipa, kwa mawazo, kwa fikra. Hata ujenge nyumba ya kifahari bado, Yesu Kristo ni Bwana. Amen, hata amen. Amen. Uwe na magari ngapi, Yesu ni nani? Bwana amen. Amen. Bado unaweza ukasalimia watu kwa mkono, usije ukasalimia watu Oh my God, oh my God, hiyo maringo siku moja. <laughs> nawaomba watu wa Mungu, ninajua si sahi, baadhi yenu pikipiki, mguu, gari hakuna. Nikwambie stori ya new life kidogo, lakini ukija kule siwa, unapata magari yamejaa. Ni ara ananiambia kuja na upande huu <laughs> nikwambie stori ya new life hiyo, kanisa tukianza akukuwa na pikipiki hata ngapi Ukiona pikipiki moja, huyo mtu ni tajiri sana, ameingia. Baadaye wakamwagika watu kanisani, watu pikipiki. Bishop akaja akahubiri, hapa lipohubiri siku hiyo, akaanza kupiga hizo pikipiki, na ninyi mfanyike magari, na alizichapa hizo pikipiki, anasema kuanzia leo nyinyi ni magari, mugeuke kwa magari hivi <laughs> sasa, pikipiki zinakaa huko nje, ni magari ni magari ni magari na ndege. Bwana Yesu asifiwe, amen. Lakini kumbuka, kando na hayo yote, Ezekiel ni huyu tu umesikia, nimebadilisha jina. Watu wa Mungu, Mungu anakuja kuwainua kwa kiwango kikubwa. Usiringe na usimtoroke Mungu. Narudia ili kanisa la Kisumu, Mungu hakuna kitu mko nayo, Mungu atawapa vitu. Musiringe na musiingiwe na kiburi, na musiache imani ikiwa ulikuwa unapiga magoti hivi kwa matope na umefika kwa ibada, we piga magoti tu usije ukatandika andkachifu a Yeah. yeah. Abudu Mungu aliye kutoa kule yeah. Muabudu tu yeye, bado ni Bwana wa mabwana yeah. Usije ukaona matope ni mabaya na juzi ulikuwa unapiga magoti kwa matope yeah. Yeah. Usiingiwe na kiburi, usiingiwe na maringo yeah. Yeah. Nawaonya, mnakuja kubarikiwa kwa hili kanisa sana kwa kiwango kikubwa. Tuliendana kule Kitengela saa hizi ki, ikifika Jumapili wako na magari yao magari yao magari yao magari yao wameagiziwa hema ya kubemba watu zaidi ya watu elfu kumi na nne na wakishaweka hiyo Kisumu inakuwa na yao. <coughs> Bwana Yesu asifiwe Amen. nawaomba msiache imani Amen. na msiingiwe na kiburi Amen. kama vile mkija mavueni, mnatukuta hivyo, ikifika saa ya kuabudu Mungu abudu Mungu Amen. lakini jambo la kwanza mimi na wewe tunatangaza huu mkutano kivuki. Anayeweza kulipia ramogi alipie ramogi, na natamani itangazwe kwenye lugha ya nyumbani. Lugha ya nyumbani ni wapi? Luru... Ma... mayenga ramogi, namlolwe, Victoria, Sky Sky FM. Gana, gani Sky, sky, chai sa sky hmm. Nagani ha joi? Hiyo ni joi nini? Kuna dala pia, onagi. <laughs> <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kule Western tunatumia gani? Ha? Samaritan. Hiyo inakaa mzuri mzuri. Mlembe FM. Na gani? Muga, muga ni ya wapi? Matumaini. Kuna viga. Samaritaniko viiga. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye atajihisi yeye, mimi nitatumia zile zingine kubwa kubwa, si ni sawa? Hizo ambazo wanaitishanga mapesa nyingi, si ni sawa? Hawa wengine simutahusika huko, sababu hata mimi siwajui. Unatafuta namna eh, unatafuta tu kile ambacho mungu amekupa husika mimi, wacha nitangaze huko, hata kama nitatangaza mpaka wapi? Ama hakuna billboards huko? Ziko ziko. Okay, billboards ni moja inaelekea laki moja na alafu ziko mia moja, na hiyo ni pesa ngapi? milioni zaidi ya kumi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu atakuuliza Pastor Ezekiel, milioni zaidi ya kumi umeweka billboard, kwani uko na uchizi? ah -ah. kuna mtu ataona hiyo billboard na tatizo lake litaisha akifika kwenye mkutano. Jambo la pili, hizo pesa si za Ezekiel, ni za washirika, zitumike kwa washirika, iwaokoe washirika Mtu muulize, hizo pesa heo? <laughs> ni zako nakasirika? Si nyinyi ndio mmezitoa? nikizitumia kuwatangazia Injili nimekosea? Niko na watoto wangapi na muke ngapi? Au ni watu wangapi? Watu watano? Hiyo mamilioni utakula peke yako? <clears throat> si hata Mungu atakuja ukianza kutumia vibaya yes. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikitoka hapa, naingia kwa mambo ya posters, naingia kwa mambo ya TV na ing... national TV channels, naingia kwa mambo ya radio. Wewe wewe, Mungu akuwezeshe hata kama umekosa zile flyers. Nilisikia mmetengeneza ngapi? Eh, ati elfu ngapi? hamjaona Asha kimbia, oh ni pasta oh. Mmetengeneza ngapi? elfu kumi? Sasa elfu kumi si ni ya hawa tu, sasa watapeana kwa nani? Yani inyi watu wa Kisumu unaweza kutengeneza flyers elfu kumi peke yake? Nani ya amesema hiyo kitu? yao nini? votengeneza luvuguvu na moja ni shilingi moja, na mimi naenda kutengeneza ngapi tena? nitumane huku jamini, si tuungani, alafu tufanye kitu, tuonyeshe Kasarani. Injili ni Kisumu kuliko Kasarani Amen. Kuna mtu ako tayari <coughs> si tufanye kitu kikubwa Kisumu kuliko hata Kasarani kuliko. Unajua watu wa Mbea walisema wanataka kufanya mkutano Tanzania kuliko Kisumu, si walifanya, imeshinda Kisumu, si ilishinda Kasarani eh? <coughs> Bwana Yesu asifiwe. Mkutano ambao tulikuwa na wagonjwa wengi kuliko mikutano yote tangia tuanze ni Mbele, walikuwa na hema zinaelekea kumi na ya wagonjwa tu, na walipona kiwango kwamba hatuwezi tukapeana maikrofoni kwa wote wamepona mpaka wengine wanaturingia. Mtoto tunaambiwa amepona, anaweza kutembea na anaamua na kiti, tukimwacha anaamuka na nakimbia. Wale watu walifikia wale, wale wenzao ili waje waokoke, wapone, wakombolewe, wafunguliwe. Na sisi tuende tuwafikie wenzetu. Kama kuna mtu anaijua kutumia social media atumie. Kilicho nileta hapa yeah. sio kwamba kuwahubiria hata naamini hakuna wagonjwa hapa ah, wako, wapone tu yeah, Bwana Yesu asifiwe yeah. Kile kimenileta hapa ni kwamba mimi kama mtu ananiona huko juu nishuke, tutoshane yeah. Na kama mtu ako hapo chini apande tutoshane, angalau tutangaze hii injili tuokoe wenzetu yeah na ukikataa yule ambaye haukumwita atachukua bwana wako. Mami, umesema nini? <laughs> sababu ukimpelekea injili akaokoka, umeokoa mtoto wako ambaye angepewa madawa ya kulevya na huyo mtu, umeokoa ndoa yako ambayo ingechukuliwa na huyo mtu, umeokoa mwingine ambaye pia ange ngoja, nikupe testimoni ya jana. Kuna mshirika alikuja jana ibada akasema, pasta, juzi tulikuwa tumepanda gari tunaenda Mombasa, wakifika barabarani, gari ikasimama akaambiwa we mama, na kuna hizi vitambara hizi aniule ameweka kwa kichwa hivi, kaambiwa, we mama, rudi ukae nyuma, au wanaoingia waketi mbele. Yeye akarudi akaketi nyuma, wakitoka hapo wanaenda pale mbele, hiyo gari ikaingia kwa trela. Dereva na wale walioketi hapo mbele wamekufa wote, yeye alibaki bila hata kukatwa mahali hivi. Huyo mtu aliokolewa kwa injili hiyo. Ulikuwa unafikiria ameweka kitambara tu kwa kichwa, ananiambia, pasta, nilikuwa na living water yangu kwa mkono hivi, nimejikuta niko Kilifi Hospital, nimeamukia huko, wamenipiga picha zote, hakuna sehemu imevunjika, hakuna sehemu imekatika. Dereva na wale wamama walioketi mbele na wengine walikufa, mimi niko hai yule alipokea injili akaokoka, na vijana wa leo waliojenziwa wanasema amesevu. Unaweza ukampelekea mtu injili, kumbe unaokoa dadako. Unaweza ukampelekea mtu injili, kumbe unaokoa mtoto wako. Naomba safari hii tuifanye kutoka mioyoni mwetu. Kuna mtu ameelewa kile nimesema? Amen. Ha, ha, ha! Mimi nilikuja kuongea na nyinyi, nikitoka hapa tunaenda uwanjani, ninawakabidhi huo uwanja. Tukitoka hapo mimi naingia airport leo, usikuwa nimekuja kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe.